g wa mbio za nyika upande wa chipukizi Faith Chepngetich alidhihirisha nia yake ya kutaka kuendelea ya kutamba pale alipo wapiku wa, wakubwa zake Emily Chebet na Mercy Cherono na kuibuka mshindi wa mbio za kilomita nane wakati wa mashindano ya kitaifa ya mbio za nyika hapa jijini Nairobi. linu ashira na taarifa zaidi Makala ya 21 ya mbio za taifa za nyika yalifanyika Jumamosi asubuhi ya katika uga wa Uhuru. Mbio za kilomita nane upande wa wanawake ndizo ziliwavutia wanariadha riadha wa kutajika kwenye safu ya mbio za nyika. Bingwa wa dunia wa mbio za nyika wa kilomita nane Emily Chebet, bingwa wa zamani wa mbio za nyika upande wa chipukizi Mercy Cherono na bingwa wa dunia wa mbio za nyika kwa chipukizi Faith Chepngetich walijumuishwa kwenye kitengo cha kilomita nane. Wanariadha zaidi wa kutajika kama vile Janet Kisa, Sharon Cherop na Beatrice Mutai waliongeza ladha na upinzani kwenye mbio hizo. Hata hivyo, Chepngetich aliibuka mshindi kinyume cha matarajio ya wengi. Emily Chebet alimaliza katika nafasi ya tatu hii ni cross country yangu ya senior kuwin, sijawahi win senior na hii ni my first race hapa kukimbia senior. Mercy Cherono ambaye alirithika na nafasi ya kumi, anasema kuwa ananuia kujitosa ulingoni wakati wa mashindano ya nchi za jumuiya ya madola. I'm so happy with the kenye mbio za kilomita kumi na mbili upande wa wanaume, Bidan Karoki alitawala uwanja kutoka mwanzo na kajiza tici hadi akaibuka mshindi mbele ya Leonard Barstone. Sana sana nilikuwa najitayarisha kama tra training ya cmwth juu ni inakuwa building mz mzuri. Chama cha riadha nchini tayari kimechagua kikosi cha wanariadha ishirini na wanne ambao wataripoti kwenye kambi ya mazoezi katika eneo la Ngong chini ya ukufunzi wa kocha David Leting. Licha ya upungufu wa mashabiki na washiriki kwenye makala ya mwaka elfu mbili na kumi na nne ya mbio za nyika yaliyofanyika hapa jijini Nairobi, chama cha riadha nchini kina matumaini ya kuwa kimechagua timu stadi ambayo itawakilisha Kenya kwenye mashindano ya Afrika ya nyika yatakofanyika jijini Kampala, Uganda. Lin Washira, KTN Michezo.